Ingawaje mwili wa marehemu Justice Njeru jamaa mwenye umri wa miaka thelathini na mitatu ulipatikana ukining'inia kwa kamba iliyofungwa kwenye pala nyumba yake, chifu wa kata hiyo Moses Munyi alidai kwamba kuna uwezekano Njeru aliuawa na mwili wake kuwekwa kwenye kamba ili ionekane kana kwamba alijinyonga. Inasemekana kuwa bwana huyu alikuwa akiishi peke yake nyumbani humo ambapo palikuwa na sahani ya chakula ambacho hakikuwa kimeliwa kando ya kitanda yake, dhihiri ya kwamba alikuwa anajitayarisha kula kabla ya kulala. Kitendo vinyau jamaa amelala aaamekaa kwa namna very suspicious. Kwa hakika tu mtu mwenye amejihang avaikua amepiga magoti hiyo ni, ni ishu. Inaonekana kuna mtu alikuwa na kisasi na yeye na, na akatekeleza Kenya alikuwa ataka kufanya na akatoka, so vile watu wamekuwa wengi kwa nyumba wameharibu evidence Chifu huyo alimtaja marehemu kama mtu ambaye aliishi kwa amani na kila mtu kijijini humo na alikuwa tu akifanya kazi za kijungujiko ili apate riziki. Jelu ni kijana ambaye anajifanya kazi yake ya kibarua, ni wa mjumba hii. Hata mama yake iko hapa, alitoka Nairobi hapo si wakati mrefu sana. Alikuwa anafanyaga huko akakuja hapa sasa kutoka saa hii alianza kufanya kazi ya vibarua tu, hata alikuwa anafanya mjengo hapo ng'ambo. Amemaliza kama siku tatu bila kwenda huko, alikataa kazi akasema, hii kazi hawalibu hawalibu sawa sawa, karudi sasa nyumbani kibata kibarua pahali anafanya anafanya. Hata hivyo wenyeji wameonywa dhidi ya kuathiri sehemu za matukio ya uhalifu, maana inaathiri uchunguzi. Nandio sana naambia watu kabisa hata kwa mikutano yangu nitakuwa nawambia ni vibaya sana. Ukipata mtu amejihang, usikimbilie pale, ama mtu amehang, usikimbilie pale kuanza ku, kuingia kuangalia ama kushikashika ama kufika karibu kaibu na yeye. Pea, pea serikali nafasi wa kujua adhibitishe aswa ni kifo ya mwenyewe kujihang ama ni amehangiwa na mtu mwingine. Mwili wa marehemu ulipelekwa kuhifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Embu level 5 huku uchunguzi wa kini cha kifo chake ukianzishwa. Wakati huo huo watu wengine wawili wamefariki kwa njia y sawia katika eneo hilo chini ya saa 24 zilizopita. Katika kijiji cha Kigumo, Embu mashariki, mwili wa mzee wa miaka sitini na miwili Benson Iriri ulipatikana asubuhi ya leo kwenye mlango wake ukiwa umeloa kwa damu, kwa kile kinaaminika kuwa vita vya mzozo wa kinyumbani. Na katika sehemu hiyo hiyo, barobaro mmoja alipatikana amejitia kitanzi nyumbani kwake katika hali tatanishi jana jioni.